Habari marafiki, hebu leo tuzungumze kuhusu arthritis ya nyonga. Kwa hivyo, kimsingi wakati wowote wa kuna uchakavu au uvimbe kwenye pamoja ya nyonga, hiyo inaitwa arthritis ya nyonga. Kwa kawaida, kiungo cha hip kinaundwa na vipengele viwili: moja ni sehemu ya mpira na nyingine ni sehemu ya tundu Sehemu ya mpira imeundwa kutoka kwa femu, mpira wa mfupa wa femu na sehemu ya tundu inajulikana kama acetabulum. Kwa kawaida vinaingia vizuri pamoja, na bila maumivu yoyote harakati hufanyika. Lakini wakati wowote kuna tatizo linalohusiana na gegedu, kama vile gegedu laini inayolinda mfupa inapoisha, basi inaweza kusababisha arthritis ya nyonga. Dalili za arthritis ya nyonga ni kama maumivu, ukakasi na kupungua kwa harakati kwenye kiungo cha nyonga. Sasa tunapozungumzia sababu za maumivu ya nyonga, sababu kuu ni osteoarthritis au arthritis inayohusiana na umri. Kama vile tunavyopata arthritis kwenye kiungo cha goti, tunaweza pia kupata arthritis kwenye kiungo cha nyonga. Sababu ya pili inayopatikana mara nyingi ni avascular necrosis ya kichwa cha fima ambapo usambazaji wa damu kwenye kichwa cha fima au sehemu ya mpira ya kiungo cha nyonga unapungua na usababisha kuporomoka na hatimaye arthritis ya kiungo cha nyonga. Sababu ya tatu inayopatikana mara nyingi ni hali za uchochezi kama vile rheumatoid arthritis. Wakati mwingine arthritis inaweza kutokea baada ya ajali kubwa pia kama kuvunjika kwa nyonga, kuteguka au kasoro kwenye gegedu. Mara chache sana inaweza kutokea kwenye hali kama maambukizi ya kiungo cha nyonga, inaweza kuwa kutokana na kifua kikuu au aina nyingine ya maambukizi ya viungo. Sababu nyingine nadra ni hali kama ankylosing spondylitis, gout au dysplasia ya maendeleo ya kiungo cha nyonga. Sasa, kila mara mgonjwa anapougua arthritis ya nyonga, dalili kuu ambayo mgonjwa anaweza kupata ni maumivu kwenye kinena hiyo ni sehemu ya mbele ya kiungo cha nyonga. Inaweza kuwa na maumivu, inaweza kusambaa hadi kwenye paja, au wakati mwingine inaweza kufika hadi kwenye goti pia. Sababu ya pili inayopatikana mara nyingi ni kwamba mgonjwa anapoamka asubuhi, kuna ukakasi kwenye kiungo cha nyonga. Mgonjwa atapata ugumu kutembea, huenda pia kukawa na kuchechemea dhahiri. Upanda ngazi, kuna kuwa na maumivu makali sana. Pia harakati za kiungo cha nyonga kwa ujumla hupungua. Kama unataka kukaa hivi kwenye sofa ukiwa umeukunjwa mguu wako, hilo pia linaweza kuwa na maumivu makali. Katika hatua za baadaye, pale ambapo mfupa unaporomoka, huenda pia kukawa na tofauti ya urefu wa mguu. Hii inamaanisha mguu mmoja unaweza kuwa mfupi kuliko mwingine. Kwa hiyo kila tunapokutana na hali hii ya ugonjwa wa yabisi kwenye nyonga, matibabu huanza bila upasuaji. Kwanza tunaanza na dawa kama za maumizu, dawa za kulegeza misuli au dawa za kupunguza uvimbe. Tunamshauri mgonjwa ajiunge na mazoezi ya viungo na afanye mazoezi maalum. Kubadilisha mtindo wa maisha pia usaidia kwa kupunguza uzito, au mgonjwa anapaswa kuepuka shughuli kama kukaa mguu juu ya mguu au kuchuchumaa. Baadaye ugonjwa unapoendelea, tunaweza kumshauri mgonjwa kutumia msaada wa kutembelea. Katika hali ambapo mambo hayeni vizuri licha ya kufanya mazoezi ya viungo, kutumia dawa na kudhibiti uzito, basi tunaweza kumshauri mgonjwa afanyiwe upasuaji wa kubadilisha nyonga. Kwa kawaida, katika upasuaji wa kubadilisha nyonga tunabadilisha sehemu iliyoharibika. Hiyo inamaanisha tunabadilisha mpira pamoja na tundu lake kwa lugha ya kitabibu tunaweza kusema tunabadilisha mpira uliodhurika ambao ni kichwa cha mfupa wa paja kwa kifaa kimoja, na tunabadilisha tundu lililoharibika yaani acetabulum kwa kifaa kingine. Kuna aina mbalimbali mbali za bandia za kubadilisha nyonga zinazopatikana. Kawaida upasuaji wa kubadilisha nyonga huchukua karibu saa mbili na mgonjwa anahitaji kuwa hospitalini kwa siku tatu. Kwa hivyo ikiwa unaugua arthritis ya nyonga, usijali, tembelea daktari wako. Atajaribu kujua sababu ya ugonjwa wa arthritis ya nyonga, na kwa sababu yoyote ile atakutendea ipasavyo. Kila laheri.